Karibuni sana ndugu wasikilizaji na watazamaji katika episodi yetu mpya ya Wanangu Podcast. Mimi naitwa Goodluck Joseph aka Imani Joseph formerly known as The Rap Addict. Na karibisha sana katika episode yetu mpya, episodi ya sitini na saba ya Wanangu Podcast, inahusiana na bandi kutoka nchini Kenya inayofahamika kama Sauti Sol. Sasa, Sauti Sol hawakuwa siku zote Sauti. Sauti Sol hawa ni marafiki ambao walikutana shule Upper Hill High School ambayo iko nchini Kenya. Ni marafiki wanne hapo, unamzungumzia BN, unamzungumzia Savara, unamzungumzia Chimano na unamzungumzia Polycap. Lakini mara kwanza, hao marafiki watatu wa kwanza aliyokutajia ndio walianzisha bendi hii, na walikuwa wakiimba kwa mtindo wa akapela, nikimaanisha bila kutumia kifaa chochote cha muziki. Walikuwa wakitumia sauti zao tu katika kuperform, na walikuwa wakifanya hivyo mpaka pale Polycap ambaye ni mpiga gitaa mzuri sana alipojiunga na bendi hii na wakaamua kwa pamoja wa wanachanganya na kwa sababu albm za kwanza Sastsoo zilikuwa katika muundo wa katika mahadhi ya Afro soul. Kwa hiyo watu wengi wao wanadhani Sauti Soo ni ile soo ya aina ya muziki, lakini hapana, hii ni soo ya S -O -L, jua. Kwa hiyo kwa jyo Sautisoo ikaendelea wakamaliza shule lakini ndoto yao ya muziki ilikuwa pale pale na walikuwa wakiendelea kufanya muziki vizuri tu, kwa bahati nzuri wakasign na record label inafahamika kama Penya Records na mnamo mwaka 2008 wakatoa albamu yao ya kwanza iliyokuwa ikiitwa Mwanzo. Na albamu hii ilifanya vizuri katika namna ya kuwatambulisha Sauti Sol katika music scene, na kulikuwa na nyimbo kama Lazizi ambazo zilifanya vizuri. Lakini mwaka 2011, under the same label, wakatoa albamu yao ya pili inaitwa Soul Falsafia ambao pia alikuwa na nyimbo kama Coming Home, na nyimbo kama Soma Kijana ambazo zilifanya vizuri na zikaendelea kusolidify kile ambacho album ya kwanza ilifanya ambacho ni kuwatambulisha Sauti Sol. Kwa hiyo this time wakawa na uwezo kupata tours ndani uh, ya Afrika na Ulaya, lakini vile vile walipata nomination za baadhi ya nyimbo kutoka katika album hii. Mwaka 2012 wakishirikiana na rapper/producer kutoka nchini South Africa anayefahamika kama uh, Matambo Uh, waliweza kufanya EP ambayo ilikuwa ikiitwa Sauti Sol, yani EP ilikuwa na jina sawa sawa na jina la, la band. Mwaka 2015 wakatoa album yao ya tatu, their third studio album ambayo ilikuwa inaitwa Live and Die in Africa. It's one of my favorite albums kutoka katika band hii. Na ilikuwa ni album nzuri sana, almost nyimbo karibia zote, in my opinion zilikuwa ni nzuri. Lakini kuna nyimbo ambazo zilistand out sana sana. Uh, hapo nazungumzia nyimbo kama Sura Yako Nerea ambazo zilikuwa ni hit songs, lakini sura yako specifically uh, kwa sababu ilikuwa na challenge huko Instagram na watu walikuwa wanacheza ile lipala dance wanashindana kwa namna moja au nyingine, iliweza ku pala dance yeye na mke wake, kwa hiyo hii ilikuwa ni It was a very good look kwa upande wa Sauti Sol, yani, sidhani kama unaweza kupata promotion kubwa zaidi ya hiyo na ilikuwa ni nzuri sana kwa upande wao. Na mpaka wao, mpaka leo hii, ukiwauliza baadhi ya members hawaamini kwamba hicho kitu kilitokea, lakini ni kweli kilitokea. Na lakini kuna kitu kimoja kwenye albamu hii ya Live and Die in Africa ambacho mimi kilinifurahisha, wakati wana launch album masaa 48 tangu album ilipotoka ilikuwa inapatikana for free online, yani kama una internet yako na computer basi ungeweza kuidownload album free kabisa. Lakini baada ya masaa 48 kupita ndo ikaanza kuuzwa rasmi. Kwa hiyo watu kama, uh, kulikuwa kuna downloads laki nne ambayo watu ambao walidownload album hiyo for free na hiyo ilikuwa ni promotion nzuri sana kwa upande wa Sauti Sol kwa maana watu wengi zaidi waliweza kusikiliza muziki licha ya kwamba pengine kuna kwa upande wa kipato unaweza kikapungua, lakini promotion ni promotion bwana. Watu wakipenda kazi yako watakuja kwenye show na hela yako itarudi. Kwa hiyo, it was a genius move kwa upande wa Sauti Sol kuweza kuja na njia kama hiyo ya kupromote albamu yao. Na mwaka elfu mbili na kumi na tisa wakaja na album nyingine ambayo inaitwa African Souls. Utofauti wa albamu hii na albamu zilizopita ni kwamba albamu hii ilikuwa imeshirikisha watu wengi sana kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Hapo unazungumzia uh, Pato Ranking, Tiwa Savage, kuna wengine kutoka Kenya kama Nyashinski, na Calligraph, na wengineo wengi. Lakini album pia ambayo ilikuwa ina collaboration sana ukilinganisha na albamu nyingine za Sauti Sol ambao walikuwa hawajashirikiana na wasanii wengi sana mpaka uh, kufikia muda huo. Lakini album hii ilifanya vizuri kwa kuna nyimbo kama Short and Sweet ambayo ameshirikisha Nyashinski ambayo ilifanya vizuri, kwa kuna wimbo kama Girl Next Door ambayo ameshirikisha Tiwa Savage ilifanya vizuri, kuna wimbo kama uh, Rewind ambao walimshirikisha Khaligraph Jones ilifanya vizuri. Kwa hiyo it was a good album overall na ilifanya vizuri. Baada ya uh, hapo wakasign uh, na na Universal Africa sign na uh, Record Label ya Universal Africa ambayo wakasaini kwamba watafanya album mbili, na mwaka elfu mbili na ishirini wakatoa album ya kwanza kutoka kwenye hiyo dili ya Universal Africa ambayo ilikuwa inaitwa Midnight Train. A very good album, umo ndani kuna nyimbo kama Insecure, nyimbo kama Susanna, uh, Brighter Days. kwa hiyo it's a very good album na kiukweli, inaonekana Universal waliweka waliweka budget nzuri, kwa sababu hata sound quality inaonekana kabisa Yani the music sounds expensive kwa maana kunaonekana kuna, kuna, kuna any investment behind that production. Hata Atok, ukifanisha namna albamu hii inavyo sound na album zao zilizopita unaona kuna utofauti kidogo. Kwa hiyo Universal aliweza kufanya hivyo na Sauti Sol akatoa hiyo album na it was a very good album, lakini ilikuja kipindi ambacho kidogo ilikuwa ni kipindi cha Covid-19, corona, kama mnakumbuka 2020. Kwa hiyo baadhi ya mipango yao ambao walikuwa wameipanga iliweza kuvurugika, lakini baadaye mambo yakakaa sawa na waka album ikaenda kama ambavyo walikuwa wameplan kufanya, na hiyo ndio catalog ya ya Sauti Sol kwa ujumla. Lakini Sauti Sol pia wana vitu vingine ambavyo wanavifanya nje tu ya kurekodi mziki na kuperform. Wana walikuwa na reality show ambayo inafahamika kama Sol Family ambayo ilikuwa inahusisha kwenye magic uh, maisha magic Africa katika DSTV. Uh, lakini vile vile walikuwa na, wanayo mpaka sasa hivi record label ambayo inaitwa Soul Generation ambayo imesign wasanii kama kina Mvio the storyteller, uh, pamoja na Ben Soul ambao ni very talented people uh, lakini mbali na hiyo kuna Soul Fest ambao ni live shows ambao wanazifanya kwa ajili ya kurepresent vipaji ambavyo viko Kenya na East Africa kwa ujumla. Kwa hiyo Sauti Sol wana project nyingine mbali tu na wao kurekod au kujiangalia wao kama wao. Nadhani ni watu ambao wana focus pia katika kuhakikisha hata pale ambapo wao hawata kuwepo, basi kwa kuna watu ambao wanawakilisha kile kitu ambacho wao walikianzisha. Kuna vitu ambavyo mi huwa navipenda sana kuhusiana na Sauti Sol. Cha kwanza, kuna ile brotherhood ambayo ambao wanaionyesha. Nafikiri it's a very good thing. Yani hata kama kipindi ambacho Sauti Sol imevunjika, maana ilipofika mwaka elfu mbili na ishirini na tatu tulitangaziwa kwamba Sauti Sol wameamua kufocus kwenye their solo project. Kwa hiyo sasa hivi tunapoongea Sauti Sol kama Sauti Sol haipo, ingawa members wapo na wako effective na wanafanya mziki, mnamwona Bien, mnamwona Chimano, mnamwona Savara, lakini kila mtu amefocus kwenye projecti yake mwenyewe lakini mbali na hiyo, there's no bad blood n yani, ugaona kabisa wako pamoja. Kuna podcast niliangalia wako pamoja, japokuwa wako separated kama kundi lakini bado ile brotherhood unaiona, na unaona kabisa ni watu ambao wanaheshimiana kwa sababu wamekuwa pamoja for many years, kuanzia elfu mbili na tano mpaka elfu mbili na ishirini na tatu walivyokuja kuseparate. Na hata hivyo uh, pengine kitu ambacho tunacho, tunaweza tukakiita tuka kama ni hope kwa Sauti Sol kurudi. Kwenye dili ambao walisain na Universal, ilikuwa ni album mbili watafanya na washafanya album moja. Kwa hiyo kama wakirudi, tutegemea kwamba kuna album nyingine itakuja kwa sababu mkataba walio wa sain na Universal Africa unawataka wao kufanya album mbili. Kwa hiyo hopefully, kama wakirudi wa get waki wa waki wa another Sauti Sol album lakini kitu kingine ambacho anakipenda kuhusiana na Sauti Sol ni kwamba kuna ile kuna ile essence ya Africanism kwenye kila kitu ambacho wanakifanya. Hata ukiangalia kwenye cover arts ya album zao, namna ambavyo wana dress, namna ambavyo wana shoot their music video. Uh, kuna kuna ile ile uh, ladha ya mziki wa rumba ambayo iko ndani kabisa ya ile essence ya Sauti Sol kama Sauti Sol. Kwa hiyo ni kitu ambacho huwa wanakipenda kwamba ni ule uafrika unakuwa represented vizuri sana kupitia Sauti Sol kwa sababu hawauachi mbali na hawajawahi kukimbia. Nafikiri ni kitu ambacho kiko embedded kwenye kile kitu ambacho wameamua kukifanya na ku represent kupitia mziki wao. Kwa hiyo hivyo baadhi ya vitu ambavyo wanavipenda sana kuhusiana nam na, na, Sauti Sol is one of my favorite bands na inafanya vizuri sana. Song of the Week kwa wiki hii inatoka katika album ya tano ya Sauti Sol inayofahamika know, kama Midnight Train, wimbo unaitwa Feel My Love. This song is very good, na nafikiri hata wewe mwenyewe kama hujawahi kusikiliza, nenda kausikilize Feel My Love, unafunguliwa na Chimano Baadaye wanakuja Savara anapiga vesi yake na mwishoni huko unamsikia Bien kwa mbali akipiga zile back vocals Mo. ni bonge moja la ngoma mzee, naenda kasikilize kama hujasikiliza, nafikiri utaupenda. Ni wimbo wa taratibu na una represent kile ambacho Sauti Sol anaweza kukifanya vizuri sana, ambayo ni kuimba na kuperform vizuri sana. Kwa hiyo mpaka ufikia hapo na kwa, tumefikia mwisho wa episode yetu ya sitini na saba ya Wanangu Podcast. I am your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace.